Kwa majina binafsi, naitwa Alex Arisi Muhammad, ni mkazi wa wee ya Ludewa. Cha muhimu na cha msingi ni kwamba tarehe 29 tisa mwezi huu ni uchaguzi mkuu wa wabunge, rais na diwani. Binafsi mimi ningependa kwamba kuhamasisha vijana zangu kama mimi, tujitokeze kwa wingi, tupige kura. Sera tumeziona, wagombea tumewaona, na tunachukua vile vitu ambavyo ni muhimu vipo na vinavyohitajika katika jamii. Sela ziko nyingi mbalimbali, ila kuna tunaangalia zile sela zenye umuhimu na zenye manufaa kwa jamii. Ni sisi wananchi kuwapa ridhaa waje watekeleza walicho kiahidi. Na binafsi kweli sela ni nzuri na pia wagombea wanajinadi vizuri, ila tunaangalia mazingira tunayoishi sisi na mifumo tunayoishi sisi nani tumpe nani tusimpe, na ni wajibu na ni haki. Mimi kama Mtanzania na hiyo Watanzania na mkazi bola, kiongozi, wa Tanzania kupiga kura, tuchague kiongozi bora na sio bora kiongozi, kwa maendeleo ya jamii nzima na Tanzania nzima.